Waafrika tulikuwa smart tangu zamani ila tunakosa kuandika tu na kutunza kumbukumbu kumbu. Wakati sisi tuko kwa bibi yetu ambaye ninawaambia habari zake, sijawahi kuona bibi akitupatia viazi vitamu vilivyotoka jikoni. Vilikuwa vinapikwa usiku tunakunywa asubuhi na uji. Sayansi imeprove viazi vitamu vikilala vinavutia aina fulani ya bakteria. Lakini vinabadilika state yake. Wa kemia wanafahamu hiyo hali ya kubadilika. Ikiingia tumboni, vinakuwa ni chakula cha bakteria rafiki. Kwa hiyo bakteria wetu wanakula, wanakuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo turudi katika mapito ya ya zamani. Nyingine ni mtindi, japo napiga vita sana uh, maziwa, matumizi ya maziwa. Ukiniuliza frankly speaking sifurahii matumizi ya maziwa kwa sababu mfumo wetu wa mwili haujaumbwa kuchakata maziwa. Kwa hiyo hiyo, hatuwezi kupingana nayo, kitaalamu ni mbaya, na kuna, kuna kitu katika DNA yetu tunakiita telamira ambacho kinafunga DNA kule mwisho, na ikiendelea kufunguka mtu anazeeka, na kati ya vitu ambavyo vinaifungua hiyo telamira ni maziwa fresh kwa hiyo inafunguka, unazeeka haraka. Kumbe kuna mahali ukigusa watu wanashtuka eh? maana uenda kuna mtu kapiga maziwa asubuhi <laughs> ndio nimeomba ni, ni, ni niliseme hili kwanza, kwa sababu ninapoenda na watu walio wengi hawaangalii ule muda ambao unaruhusiwa kukamua, atakamua tu ili akauze maziwa. Kwa hiyo wametrace, wakagundua kabisa kwamba kuna masalia ya dawa katika maziwa na ile dawa ya ng'ombe na dawa ya kwako vinatofautiana vitu vidogo sana, wafamasia wanaelewa hiki nachokusema. Kwa hiyo ukikuta penicillin ya ng'ombe na penicillin ya kwetu kuna tofauti kidogo sana, yaani vinapishana vitu vidogo, lakini elements nyingi ni zile zile. Kwa hiyo ukileta kwangu mimi inaanza kuwaua wale bakteria wazuri. hata hivyo Madaktari wa functional medicine wanawashauri akina mama ambao wana changamoto ya kupata UTI mara kwa mara kwamba mara akimaliza kutumia dawa za UTI arudi kutumia fermented foods ili kurejesha bakteria waliouawa na dawa aliyotumia, maana ile dawa haijui bakteria mzuri na mbaya, inatoanga wote. Kwa hiyo hao, hao rafiki zetu wanatakiwa wapate wa, wa chakula chao ili tuweze kuwa na akili timamu. Ukijikuta huwezi kudhibiti mihemko na mikiki, wale jamaa hapo kwenye gut pameathirika kabisa. Kuna kitu siku hizi wanakiita leaky gut. Leaky gut wanasema ni, ni gut iliyotoboka toboka, toboka. Kwamba imetoboka kiasi kwamba hata kama ukapewa ukaambiwa anza kutumia virutubisho, vitamini hazikai, maana pametoboka wazee wetu kwa asili walikuwa wanapenda sana kutumia dawa za kuharisha, alafu baadaye ndipo unaanza kutumia virutubisho, maana wanataka vya viwandani, yaani kile kitu ambacho kinawekwa ili yule mdudu asile ule mkate uweze kukaa mwezi mzima, hicho kitu ni sumu kwako pia, maana nawe ni binadamu, I mean ni kiumbe pia. Kwa hiyo unaua wale bakteria, lakini unajiua na wewe pia. Kwa hiyo kama unapenda kula mkate, kama unapenda japo na discourage pia matumizi mengi ya wanga, ikiwa wanafanya kazi za kukaa tu lakini kama unafanya hivyo basi tengeneza wako mwenyewe, ambao unajua umechanganya vitu gani. Hivi navyoongea na nyie, nipo kwenye utafiti mmoja, ambao nikikamilisha ndipo nitakuja kusema hadharani. Maana mimi nikisoma wanavyosema wao na kuja kujiridhisha mwenyewe kwa nikiona. Uh, dada yangu Rozi tuko naye kule ofisini, kuna saa ananiangalia mpaka anabaki hoi, maana kuna saa anajitoboa mwili kabisa, anajitoboa huku ku, Dr. Rafiki, usiogope najitoboa na nikisikia kwamba chakula hiki sukari yake itapanda kiasi fulani. Sina kisukari, ila naangalia kwa mgonjwa ambaye, kwa, kwa mtu ambaye hana ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo nachukua chakula, ninakula na cheki sukari yangu kabla ya kula, naandika, nakula kile chakula, nakuja kuangalia baada ya kula chakula, nakuja kupima baada ya muda fulani, ndipo na conclude kwamba hiki sio salama. Ndio maana ukinikuta na kunywa soda niulize mara mbili mbili, hatari kabisa, mbaya kabisa. Ukiona nimerudia mara mbili mbili, ni kwamba ukiona iite sumu. Sasa utafiti ambao unaofanya ni kitu kinaitwa shairi shairi, nimeona ikisifiwa, nimekuta watu wakikosoa. Nimeshanunua tayari nayo, karibia eh, gunia zima. Nataka nianze kuichunguza kui ni kila inakuaje. Mkate nimeshakula, nikaona reaction yake ni mbaya sana eh ila kama inakulazimu kula carbohydrates, lazima ufanye kitu kinaitwa uh, hormone manipulation. kama vile tulivyo na brain manipulation, kuna hormone manipulation unafanyaje? Tanguliza kwanza kula protein ili mwili wako udanganye. Sasa utaniuliza utatubia wapi, Yesu akija? Unaudanganya mwili kwamba kinachokuja ni protini peke yake, kwa hiyo mwili unazalisha insulin kiwango kidogo na homoni ya kushiba inazalishwa. Kwa hiyo ukija kula wanga, unakula wanga kidogo automatic, hutakula sana. Ndio maana kama sijakosea, Wachina walikuwa hawana miili mikubwa sana, wameanza hivi karibuni baada nao kuiga mifumo ya Wajapani. Tafiti ilifanyika Wajapani, wanakuwa na miili mizuri kwa sababu wao, unapomletea Mjapani wali kwenye meza, hali wali kwanza, anakula mboga za majani nyingi, na protini inaingia, na wanapenda sana samaki. Dipo, nikuongezee kingine kizuri sana kwa ajili ya ubongo wako, omega 3. Wale wanaopenda chia seed songa mbele na chia seed yako eh. na nimeweza zinauzwa sana huko, watu wanaloweka, tumia chia seed. kwa wale ambao sio vegetarians kula mafuta ya samaki. Hamjashtuka kwamba Sangara ana soko la nje kuliko satu? Kwa nini usishtuke? Kwa nini kinachoendelea? Hey. Wale wa, wataalam madaktari wa watoto ambao mnakutana sana na watoto wenye ugonjwa tunaita usonji. Kati ya recommendation kubwa kwa mzazi ni omega 3 mafuta ya samaki na tafiti zimefanyika mtoto aliyekuwa na usonji ambaye alipewa kiwango kilichozidishwa kidogo cha mafuta ya samaki mfululizo kwa muda wa miezi sita alionyesha badiliko la haraka tofauti na ambaye hapati omega 3. Kwa hiyo wale wote ambao brain zenu zinafanya kazi sana, mpo katika maeneo ya kufanya maamuzi, hakikisha omega 3 inakuwa sehemu ya maisha yako kabisa. Kama wewe ni chia seed, tumia chia seed. Kama unakuja upande wa hizi samaki chunga kama unanunua omega 3 ununue, katika kampuni unayoiamini ya kwamba kweli wana product ambayo ni reliable, kwa sababu siku hizi walivyojua omega 3 ni nzuri, kila kampuni imejiingiza kuzalisha. Mengine tutajifunza Mungu akitujalia, dark chocolate. Sijasema chocolate, nimesema kuna chocolate ambayo hata ukinunua kama unaenda kununua kule kwenye maduka yetu, unakuta jua wameandika asilimia tisini, angalau ile ni nzuri, japo mimi sizipendi zile kwa sababu zina, wanaweka pia sukari kwayo. Mimi ninachofanya, ninanunua kakao kama ilivyo, au ni kute ambayo imeandikwa kabisa kwamba nikokoa asilimia mia. Nikishaikuta ile ndio naweza nikaweka kwenye chai au naweza ukatengeneza chokoleti yako ya nyumbani, ni nzuri sana eh, inasaidia. Sasa usije ukasema mbona watoto wanakula lakini hawapati shida sana. Wao wanakuwa tofauti na wewe, ila hata wao inabidi tuwafundishe waache vitu kama hivyo. Chakula rafiki yetu mkubwa sana naitwa parachichi. Kula unavyoweza ni mzuri kwa ajili ya ubongo wako, lakini pia kwa kina mama katika mfumo wa uzazi. Nenda kaangalie tumbo la uzazi la mama katika picha. Nenda chukua parachichi ligeuze upside down, vinafanana. Nenda ukaone katoto kakiwa tumboni jinsi kanavyokaa. Nenda chukua parachichi ligeuze, iko vile vile. Ndipo tunakuja kwenye nuts ambazo ni hizo kama, uh, nimegusa kidogo habari ya alizeti, lakini niseme habari ya karanga kidogo, hizi uh, almond. Kuna moja ambayo inanijia kichwani, ila cha ajabu neno la do limepotea, la kigeni ndio linakuja ni aibu hata kulisema, hata utanitazama uta mara mbili mbili, kwamba yani hilo limekutoka. Moja tu nitalikumbuka vizuri, hizi za Mtwara cashew nuts, korosho ni <laughs> nzuri sana. Mimi sikosi. Wanaume wote ambao umegonga miaka 40 korosho nikukute kwenye kamkoba kako hukosi nini, vikorosho vyako viko hapo, na hivi vi haya, maboga mbegu za maboga zile, hizo nuts nuts, jamii hizo zote zote zote. Lakini hey, epuka juisi. Nikisema hivi, kuna mtu anasema mbona mnatuuzia kitabu kinaitwa Sharubati? Kile kitabu kakisome, kimeandika sharubati kama tiba lakini kula tunda kama tunda. Tena msimu huu kula kabisa matunda kwa msimu, msimu wake ukipita utakula msimu mwingine, matunda mengine ambayo yatakuja. Wale ndugu zangu wa Iringa, kule Iringa kule kuna yale matunda pori yale, kula mikusu, kula kabisa kabisa kabisa kwa bidii. Lakini nimalizie kwa huku wameita leaf green, ambayo ni mboga za majani, lakini wakiwa namaanisha vitu kama kale, ambayo ni jamii ya sukuma wiki. Kuna nilijaribu kuipanda hapa ikawa imegoma, ambayo ina, ni kama sukuma wiki, lakini ina jani lake linakuwa kama limejikunja kunja hivi, lakini kama sukuma wiki kabisa. Ni nzuri kwa smooth pia ile, ijapokuwa ukiweza kutumia pia baby spinach, vile vidogo vi spinach vile, unaweza uka, uka, blend, uka uka ukatumia pia au ukapika. Kublendi napenda zaidi, kwa sababu hujaua vile virutubisho. Kupika unavimaliza, una maliza. Lakini mboga za majani usipike zikaiva, si vizuri kuweka mboga za majani kwenye hotpot. Hotpot si ni ya moto jamani? Si umetoka kupika umeweka pale, si unaongeza kupika tena? hey kwa hiyo inashauriwa kwamba angalau uzipike ziwe za mwisho, ambayo inagusagusa tu kidogo, zinaenda mezani, zinaliwa. Dkt. Mtango yeye anaongeza ushauri mwingine wa ziada, anasema wakati unapopika pale, zimeanza kuchemka kidogo, ongezea na, na limau pale. Anasema sababu ni kwamba unapoongezea limau unazuia kupeperushwa kwa madini ya chuma, yanakuwa mazito, kwa hiyo yanabaki pale.